Ya, lakini pia nilikuambia kuna vitu vizuri vitakuwepo hapa ndani ya kipindi hiki, na leo tuko na wageni mahususi kabisa kutuambia eh, vitu vinavyojiri ndani ya weekend hii hapa. Na unajua kuna vitu vingi ambavyo watumishi wa Mungu wanatuandalia sisi wana wa Mungu ili tuendelee kuvipata Eh, na naamini na, kuwa kuna namna ambavyo umelisikia tangazo, uliona bango, ukatamani uka, uka, uka, uka, uka, uka kujua ni eh, nini hasa. Nitakuambia niko na wakina nani hapa ndani na wana nini. Usiondoke kando ya redio yako. Hii ni 100.1 Zion Impact Radio. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen, amen. Amen. Amen. Eh, una, mnaendeleaje? Ah, tunaendelea vizuri. Yesu ni Bwana. <laughs> <laughs> yeah, wakazi wa Arusha wanatamani kujua yeah. Harris Kapiga amekuja yeah. Arusha kuna nini? Okay. Eh, kwa hiyo mtumishi wa Mungu atatuambia mm, anaitwa nani lakini pia ni nini hasa ambao mm wakazi wa Arusha tunatakiwa kujiongea jiongea. Mm, asante sana. Okay. Yeah, mimi naitwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti na mchungaji Daktari Jonas Michael. Okay. Ah, ni mtumishi wa Mungu ambaye natumika na kanisa la International Pentecostal Holiness Church. Okay. Na hapa tuko maeneo ya Njiro. Mm -hmm. Lakini wengi wanafahamu kama kanisa la bendera nyingi. Ah. Kwa sababu pale kanisani tumeweka bendera nyingi sana kuzunguka uzio wa kanisa. Bendera za mataifa mbalimbali. Kwa sababu mimi ni mhubiri wa kimataifa. Okay. Kima okay. Limeku, wow. Nimekuwa zaidi ya nchi 50 duniani. Mm na majimbo zaidi ya 23 ya Marekani. Wewe. Yeah, kwa hiyo pale tumeweka bendera kila mahali kwa ajili ya Kuombea hayo mataifa, okay. Lakini pia kuenzi hizo nchi kwamba nimeshakwenda kuhubiri. Okay, kanisa la bendera nyingi. Eh, nyingi ni za Afrika au nimekwenda, nime, nime nimekwenda karibia mabara yote. Okay. Eh, nimekwenda mabara ya Ulaya, nimekuwa nchi kama Sweden, nimekuwa okay kama Denmark, nimekuwa kama Ireland, kama Turkey, wow, eh, nimekuwa Asia nchi kama South Korea. Eh, na hizo lugha zote unaongea? Nimekuwa Pakistan. Hizo lugha zote unaongea? Kwa hiyo unaongea kule mimi naubiri Kiingereza ni kiwa Pakistani wana tafsiri Kipunjabi na Kiudu okay. lakini nimehubiri Korea Kusini okay. wana tafsiri Kikorea. Haujawahi kutamani mm, kujua baadhi ya lugha lugha hapo ukiachana na Kiingereza labda South Korea labda hiyo hizo mm, lugha zingine Ninatamani sema, okay, lakini kwa kipaumbele ambacho nilikuwa nimeviweka kwa sasa ni kwa ajili ya kwanza kuhubiri, kutengeneza connection, kuubili, kutengeneza marafiki mm-hmm. Halafu baadaye sasa ndo nitafute ni sasa lugha, lakini ambazo nimeweka kipaumbele sasa ni kipochugwisi, ah, kileno mm -hmm, e, kwa sababu nilikuwa nchi kama Brazil wanahitaji sana injili yeah. na mahubiri kwa okay kwa mambo no. ya Comoe ya Stars, eh, <laughs> eh. <laughs> ni hatari sana <laughs> <Yeah>. <laughs> na sisi watu wa Arusha yeah. <laughs> Kwa yeah. kipindi hiki umetuandalia mm. nini? Weekend hii ni weekend moto, okay. ni weekend ya utukufu, mm -hmm. ni weekend ya nguvu. Mm -hmm. Tumekuwa na makongamano mengi lakini hili ambalo tunalo sasa ni la tofauti. Linafanyika okay. mara moja tu kwa mwaka na linaitwa kongamano la mwezi no. wa tisa kukumbukwa na linakusanya wachungaji, wahubiri, mitume, manabii, wainjilisti kutoka maeneo mbalimbali. Okay. Na theme au ujumbe wa kongamano hili ni kwamba kuinuka kwa mashujaa. Okay. Na linalenga kwa ajili ya kufichua vipawa, karama na ambazo watu wanazo. Wow, usife mm -hmm. na huduma yako okay. usife bila kutimiza kipawa okay. au ndoto ambazo Mungu amekupa. uliwaza nini mpaka ukaona? Uh, lazima tunyanyue hivi uh, vipawa ambavyo watu wako navyo ya yeah, kwa kwa kwa kwa kwa kwa wito ambao hasa mimi Mungu amenipa mm -hmm. ni kwa ajili ya ku nimekuwa nchi nyingi duniani na okay. nimeona uhitaji awatenda watendakazi. Yesu anasema okay. mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa hiyo yeah. kazi yetu sisi tuna target kwa ajili ya kuweza kuamsha watendakazi okay. ambao watenda Romania, watenda Turkey, watenda Oman, watenda Pakistan kwenda kufanya kazi ya muhasabu kuchochea watendakazi watumishi wainuke wengi wenye vipawa wenye karama na vifanye kazi kwa baraka katika dunia na mwili wa Kristo duniani mm. Okay. Na ndio lengo hasa la, la, kongamano la kongamano hili. Hili. Kwa hey, hiyo hata mtu ambaye hafahamu yeye ana mm. kipawa gani, anaruhusiwa An kuja anaruhusiwa kuja anaruhusiwa ah, na hamna mtu ambaye hasa hana kipawa anaweza akawa nacho, lakini asijue mm. yeah. lakini sisi tunamsaidia namna ya kuweza kujitambua okay. namna ya kuweza kujielewa mm. kuelewa kile ambacho Mungu amempa kwa sababu Yeremia alikuwa miaka 12 lakini Biblia inasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Miaka michache 12 mm. -hmm. Mbili, mm -hmm. lakini amezaliwa ndani kuna kusudi, kuna potential. Kwa Mungu aleti mtu kwa hasara, aleti mtu kwa bahati mbaya. Okay. Tatizo tulionalo ni kwamba wengi tunaishi katika giza, mm -hmm. katika dark environment, mazingira ya giza ambayo tumeshindwa kujifahamu na kujitambua kwamba sisi ni akina nani. Haki ukishajitambua utakimbia mbio. Okay. Tofauti na ambavyo umeshindwa kujielewa. Kuna umri fulani hivi si watoto tukifika huaga hatujui tu Nataka nini. Kwa mfano mimi, uh, nilivyokuwa mdogo nilitaka kuwa mwalimu. Nilivyokuwa nikafika darasa saba nikataka kuwa mwasibu, lakini ukiangalia dakika za jioni niko hapa <laughs> <laughs> ye yeah, yeah, hiyo uh, unaweza ukamsaidia mtu ambaye yuko na struggle kama hiyo yeah, yeah ni msingi. Unaweza ukawasaidia watu wa namna hiyo. Kwa mfano mimi professionally ni mwalimu okay, na nimekuwa headmaster kwa miaka zaidi ya kumi na saba ah. Nimesimamia shule mbalimbali Tanzania. Kwa hiyo, kikubwa ni kwamba wakati mwingine kuna kipindi ambacho mtu anajaribu kila kitu okay. lakini kuna wakati sasa anapaswa aelewe yeye yuko bora mm. katika eneo gani kabisa. okay. kwa sababu usipoelewa eneo ambalo kuna strength, una nguvu nalo mm -hmm. ukajaribu kila kitu, mwisho wa siku hutafikia malengo. kwa hiyo okay. tunajaribu kuwaelewesha watu kwamba sawa, unaweza kuwa unafanya vitu vitano mm. lakini, kipi kati ya vitano ambavyo you are proud of you, you can do excellent, okay. Unaweza ukakifanya kwa ubora kwa ufanisi wa hali ya juu okay. kwa hiyo kama hiki ndicho ambacho unaweza kufanya, jikite katika hicho kwa mfano labda nikupe mfano wa, wa wa wa wa, wa hizi, uh, restaurant zinaitwa KFC mm. Ken, uh, ambazo zilianzishwa na mtumishi wa Mungu um, mtu mmoja ambaye uh, alianzisha kule maeneo ya Kentucky jimbo la mm -hmm. Kentucky kule Marekani mm -hmm. Alikuwa anafanya vitu vingi, alikuwa amefanya kazi mambo ya kodi, anafanya kazi mambo ya ya walimu, anafanya kazi mambo ya biashara okay. Lakini mwisho wa siku alijua kwamba yeye ni chefu mm. Anaweza kupika vizuri okay. Kuku wa kukaanga wa kubanika, hiyo yeah, yeah. Ndio anaweza kaifanya vizuri vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo akaamua kujikita kwenye hilo na alivyojikita kwenye hilo sasa akawa bilionea okay, miongoni mwa mabilionea ambao wamekufa Marekani na yeye alikwemo. Lakini hilo vyote alikuwa anajaribu, jaribu alikwama, mpaka alipojua kwamba ngoja ni focus katika kitu ambacho niko bora nafanya ni, ni vizuri na hapo ndipo sasa alianza kuona mafanikio makubwa Yeah, haja hajija peke yake, mm. Yuko na mnenaji wa siku hiyo ya kongamano, nitakuja kuambia atakuja kuambia ni siku gani na ni saa ngapi, au kongamano linaendelea wiki nzima, tutapata kujua pale baadaye baadaye, mm. Karibu sana Harris Kapiga. Asante sana. Zion Impact Radio. Anashukuru sana. Karibu sana Arusha, nashukuru sana hali ya Arusha umeionaje na ya Dar es Salaam? Na, naiona nzuri na, nilikuwa nafikiri na baridi sana lakini wakati unaona hakuna baridi sana. Yeah, sasa hivi tumeshapumzika kwenye Ungewahi kidogo ingekuwa shughuli. Lakini kwa sasa hivi pako vizuri zaidi, okay, yeah. Karibu, wewe ni mnenaji kwenye kongamano hili yeah. Eh, tunatamani utupe intro, introduction, mm. tutakutana nayo kule okay. Eh, ni kitu gani ambacho tukitegemea sana kwenye kongamano hili? Kabla sijajibu swali lako okay. naomba nitoe nambari ya simu okay. kwa mtu ambaye angetamani kufika kwenye kongamano okay Sawa, kongamano tayari ilishaanza. Okay. Na litaisha Jumapili jioni. Oh. Ah. Kwa hiyo ni vizuri nikatoa nambari ya simu mtu akapata um, maelekezo mapema 0755. Okay. 93, uh, Mhm. 16. Okay. 62. Sifuri saba tano tano mm -hmm. tisa na tatu, mm -hmm. kumi na sita, mm -hmm. sitini na mbili. Anafikaje mahali kwenye kongamano, hafu mtajibu swala lako okay. Akifika anaweza uh, anaza kapanda basi au okay. Awa kapanda hais mahali popote pale uh, inayokwenda Njiro kwa Msola mm -hmm. na akifika hapo kwenye round about Njiro, mm -hmm. basi anashuka pale pale, anauliza tu kama nilivyosema, mtumishi wa Mungu, daktari, uh, mwinjilisti anauliza watu wa bodaboda, watu wa bajaji, kuwa anakwenda kanisa lenye bendera nyingi okay. alafu pale wataweza ku, uh, kuonyeshwa kanisa ni wapi na mambo mengine kama mazuri zaidi okay. kujibu swali lako sasa. mm -hmm. kila mtu ana kitu ambacho Mungu amempatia mm -hmm. hakuna mtu amekuja duniani kuzurura okay. mm -hmm. hata Helen, umekuja, una kitu chako cha kufanya mm -hmm. yeah. Sijui unanielewa sasa, yeah. Ili uweze kujua kitu chako cha kufanya. Mm -hmm. Wakati mwingine kuna wengine wana neema za kuambiwa, mm -hmm. Kuna wengine wana neema za kufahamu. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana sisi watumishi wa Mungu wameandaa hili kongamano. Okay. Na kuhakikisha kwamba shujaa anasimama. Okay. Kwa hiyo kama kila mtu ana kitu ameletwa kuja kukifanya duniani ina maana yeye ni shujaa. Okay. Haijalishi anapitia maisha gani. Mm -hmm. Ameishia darasa la pili, mm -hmm. darasa la saba, mm -hmm. amesoma mpaka form 6, mm -hmm. ana degree tatu, lakini kila mtu ana ukuu ndani yake. Okay. Sasa ili ukuu uweze kuinuka ndani yako, mm -hmm. kuna mambo ya kuzingatia. Okay. Ya kati ya vitu ambavyo mimi nitaviongea ukipata kibali mbele za Mungu mm -hmm. na mbele za wanadamu mm -hmm. akupenya ah, ni rahisi sana. Okay. Lakini kuna vitu ambavyo pia h vinatuzuia tukupata kibali mm -hmm. tunashindwa ku experience au ku exercise ule ukuu wetu tazungumza kwa uchache hapo na itakuwa vizuri. Okay, okay. yeah mm -hmm. zaidi ya yeah. Kwa hiyo kuna, hiyo ni intro hiyo ni mm. intro. Sisi tunasema ni utangulizi. <laughs> <laughs> kama anataka mm. afiki kwenye kongamano, <laughs> tusije tukamwaga mm. mchele kwenye kuku wengi wewe, <laughs> unatakiwa kufika kwenye kongamano hili, yeah. Uh, na Harris Kapiga ametuelekeza kabisa namna mm. ya kufika uh, yeah. ni Njiro kwa Msola, yeah. Uh, pale roundabout mm. utakutana na Oboda, boda, boda, boda, boda. boda, boda. utawaambia wakupeleke kanisa la bendera bendera nyingi umefika, yeah, lakini pia Uh, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba za simu za 0755 93 16 62 mm. mm. yeah, kabisa s yeah. Lakini eh, sio vizuri, kwa kwa nini mmechelewa? <laughs> na huo ndio wakati wa sawa. Mkazi yeyote <laughs> wa Arusha <laughs> na vitongoji vyake huenda okay, kama hajasikia <laughs> siku tatu <skutato> zilizopita <laughs> basi huenda Mungu ana jambo na yeye, <laughs> kuanzia okay, Ijumaa, yes, leo Jumamosi, yes, kesho, yes, na Jumapili ahakikishe kwamba mm. anafika. Kuna jambo lake okay, ambalo atalipata iliweza kutembea mm. na kukimbia vizuri zaidi. Kwa hiyo kila mmoja asee kwamba hapana, siwezi kukosa kwenye kongamano mm. awe basi ana kitu cha kukumbuka mwezi mm. wa Septemba, ni kitu cha kukumbuka, e, kukumbuka. Yeah, lakini pia hii kongamano limelenga watu gani? Limelenga waliokoka tu au watu wote wanaruhusiwa kuja kwenye kongamano hili mm. kanisani? Mahali pa watu wote <laughs> <laughs> sio kwa waliokoka tu okay. Kama unafikiri hujamkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi, njoo Yeah. Tukaribisha vizuri tutaongea na inaweza kawa ni njia ya kukuelekeza unaweza wende wapi vizuri zaidi. Okay, kwa kwa kwa watu wote wanakaribishwa, kwa sababu watu wengi wakisikia ni kanisani, wanajua ni watu fulani tu, kwa sababu hii injili ni habari njema yeah. okay. na habari njema inamhusu kila mtu kila mmoja mm. na kwa mfano nikupe tu mfano wa kibiblia okay. wakati ambapo mitume manabii wa nyakati za Yesu mm. wanaenda kwenye masinagogi wanakutana kwenye makusanyiko mm. wangeweza kumuona Sauli wa Taso ambaye alikuja kuitwa mtume Paulo. mm -hmm. Wangemwona kama mtu ambaye hapaswi kuja kwenye makusanyiko ya watu wa dini yeah. na nini, yeah. Lakini unaweza kuona huyo Sauli wa Tarso ambaye alikuwa kama muaji, mtesaji wa kanisa, mwenye chuki ya kanisa, ndani yake kulikuwa na vitabu ambavyo Warumi iko ndani, Wagalatia iko ndani, Wakorinto iko ndani, Waefeso iko ndani. Kwa hiyo ungeweza kumkataa yule ukamwona mbaya huyu mlevi asije mm, asije, umekataa na karibia nusu ya Agano Jipya yeah, ambao ameibeba kwa hiyo mm, pamoja na kwamba anakunywa pombe ana, anafanya hiki na kile, ndani yake kuna ukuu ndani mm. yake kuna vitu ambavyo kabisa, Mungu amewekeza. Kabisa, kabisa. Yeah. Kwa hiyo, Mungu hawekezi baada ya wewe kuokoka yeah, vinakuwa viko ndani mm. okay. isipokuwa mazingira yanayokuzunguka ndio yanataka kukiziba kukizuia kile kitu ambacho wewe, Mungu amekuwekea ndani kwa hiyo una tunakaribishwa kadiri kadiri, unavyoweza kutoka dini mbalimbali, dhehebu mbalimbali, na tuhubiri dhehebu na hubiri habari za ufalme wa Mungu. Je, yeah, kongamano hili linakuwa linarushwa kwenye uh, social media au kwenye YouTube channel, ili kama anayetusikiliza online yuko mbali anaweza hmm. akafuatilia yeah. akafuatilia au ni kanisani? Ya, yeah, tutarusha tuta kwenye Facebook. Okay. Kwenye yeah. kwenye Facebook tutarusha live. Okay. Mm -hmm. Yeah. Okay. Hapo unaweza kapata hapo ndo anaweza na man. Facebook hiyo uh, live eh, labda akaende akasearch sasa, atafute uh, tu mm. pame uh, inaandikwa evangelist, okay, Jonas Michael, Michael. Mm. Evangelist, evangelist Jonas, Jonas, Michael. Mm. akifuatilia hiyo basi kila kitu ataweza kukipata, yeah. Mm. hautakiwi kupitwa na baraka hizi, unatakiwa uzifuatilie popote pale unapotusikiliza. Unaona, uko Manyara, uko Kilimanjaro na unashindwa kufika kanisa lililoko Njiro, yeah. eh, bendera nyingi. Mm. unaweza ukafuatilia kupitia ukurasa wao wa Facebook. Mm-hmm. naamini hapo umepata maelekezo vizuri namna ya kupata hayo mahubiri lakini, mm. Eh, nikuambie tu kama unapatikana hapa hapa Arusha, ukifika Kilombero hakikisha unapanda magari ya kuelekea Njiro. mm kote unapotokea eh, ikiwa ni kwa Morombo, ikiwa ni Majengo, ikiwa ni Kisongo, ukifika Kilombero, panda magari yanayoelekea Njiro yeah. Na magari yanakufikisha eh, kwa Msola, unamwambia tu akufikishe hapo mm. Alafu kwenye ile roundabout mm, utaona bodaboda upande wako wa uh, kushoto wasichana, tunakuaga na hiyo changamoto. A, unauliza naomba, mm. nipeleke bendera nyingi naamini pale nauli, mm. nauli ni chache na, kutoka, kutoka, kutoka pale round about mtu anaweza katembea, pani pafupi, lakini akitaka watu wa bodaboda wa mleto watamcharge shilingi elfu moja, haizidi, hata mtu anaweza kakupa ah, e, okay. ah, e. e. e. e. e. sadaka hiyo mia tano uwe kusogeza kwa mm uzuri Sio ya kukosa yeah. uh, lakini una... Helen nimekukatiza kwa mradhi okay. kanisa la International Pentecostal Holiness Church mm -hmm. licha kuwa kuna kongamano kubwa ambayo tayari yeah. lishaanza sha Jumapili yeah. lakini pia kuna habari njema okay. kuna wale ambao wana wito mm. wa kumtumikia Mungu mm. na kama wana wito wa kumtumikia Mungu kuna chuo cha Bibilia okay. ambacho kinaitwa Life Center International Bible College okay. hiki ni chuo ambacho kinatoa certificate kinatoa oh. diploma, kinatoa degree. mm. Nona, kwa hiyo mtu unaona atapata vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo okay. huenda anakuja kwenye kongamano, lakini labda alikuwa na shauku ya kutaka kujifunza neno la Mungu okay. awe mtumishi wa Mungu mwenye maarifa mm. na kutafsiri neno inavyopaswa okay. mm. Basi anaweza kajipatia nafasi pia mm. ya kujua namna wow. gani za kujiunga na chuo ikawa vizuri zaidi yeah. hata wewe ambaye hutamani kuwa pastor Mm. <laughs> Lakini unatamani kujua neno la Mungu mm. That's great. E, unatakiwa mm. kufika hapo yeah, ili uweze kujifunza yeah. au kutafsiri mm. Mm. E, kuna wale watu ambao akili zao ni kubwa mm. wanatafsiriji maandiko wakiwa wanasoma, sio kwamba ni akili ni kubwa wao wanajifunza mm. e, kwa hiyo e, ili kanisa liko full package. Mm. Yeah. <laughs> mm. Utoki hivi hivi kwa sababu e, unafundishwa neno la Mungu yeah. Unaweza ukajifunza na ukaelewa mm. kwa undani zaidi. Hmm. Kanisa linapatikana Njiro kwa Msola yeah. Yeah, Njiro kwa Msola na kesho tutakuwa na, na graduation okay, ya pili ya wahitimu wa chuo ngazi ya diploma watakuwa yeah, ah, wakihitimu kesho uh-huh, yeah, na, na kesho pia kutakuwa na fomu na Misa. Sisi hatukuanzisha kichuo kwa biashara sisi tumeanzisha chuo kwa ajili ya kuinua mashujaa kuandaa watenda kazi. Kwa hiyo hata gharama zinazotolewa kwa ngazi ya diploma ziko chini sana. huwezi kupata okay, chuo chochote hapa ambacho kinatoa kwa ngazi ya chini kiwango hicho. Okay. Yeah. uh, certificate, diploma Uh, wanazipata hapo, wanazipata. Na mimi ndio mkuu wa chuo pia, anaendeleza taaluma bado. Je, mtu akitamani kujua chuo kinafanyaje fanyaje, fanyaje. Mko kwenye mitandao ya kijamii kama chuo au ni kanisa tu? Ya, yeah, tuko, tuko kama kanisa, lakini kama chuo tayari sasa hivi tuko kwenye hatua za kuweka website. Okay. ambayo itakuwa muda sio mrefu kwa sababu tuna miaka miwili toka chuo kimeanza, mm, lakini wow. kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumeshavikamilisha pamoja, mm -hmm. na kuanzisha hiyo website pamoja, okay. na kuwa na mitandao ya kijamii kama Instagram, mm -hmm. kuwa na kama hizi matukio ambayo tunachukua kama kesho, mm -hmm. tuanze kuyaweka sasa YouTube, yeah. Instagram, Facebook na same zingine okay. yeah. lakini eh, namba hiyo hiyo ina, ina maelezo yote mtu okay. anaweza kupata yeah. yeah ni kukumbushe tu namba ya kuwasiliana, kama unahitaji kujiunga na chuo, unatamani kwenda kwenye mm, kongamano. Kongamano ni 0755931662, 0755931662. Ukitaka maelekezo au maulizo, unatamani kufahamu zaidi wasiliana hmm, kupitia namba hizo. Nyongeza yeah. okay. Kwa nyongeza, siku ya Jumapili, kila Jumapili kunakuwaga na magari yanayobeba watu bure hey. Kutokea pale chini ya mti pale okay, idara ya maji pale Arusha kati pale okay. Kwa hiyo kunakuwa na magari yanayobeba watu bure kuja kanisani okay. Na yatawarudisha pale tena Bure. Kwa hiyo yeah, kama mtu anaona kwamba bwana mimi siwezi kupata nauli lakini natamani kwenda kwenye kongamano. Ah, sipate kisingizio. Siku ya Jumapili hana kisingizio kwa siku ya Jumapili. Anaweza tu, kwa hiyo namba tutamwelekeza. Magari yanaondoka pale saa tatu kamili. Pale pale chini ya mti pale Arusha mjini hapo. Saa tatu kamili magari yanaondoka na yatakuleta pale. Ibada zetu zinaisha saa nane, na saa nane hiyo basi baada ya baada ya kuisha hizo gari zitakubeba pia kukurudisha pale zipo kuchukua. Kuna msikilizaji ameomba nirudie namba Sifuri, saba tano tano tisa tatu moja sita sita mbili, sifuri, saba tano tano tisa tatu moja sita sita mbili. Mm. Utapiga namba hiyo kwa maulizo na maelekezo mm. Neno la mwisho kumwambia msikilizaji eh, au lile neno la kumtia moyo eh, akutane nalo ambalo litainua moyo wake kwa upya tena, haijalishi una hali gani kwa sasa okay. Hata kama ametoka familia ambayo inaonekana labda haina uwezo, haifahamiki, hawana shule, hawana utajiri, wewe bado una ukuu ndani yako wow. Yesu alitoka kwenye familia inaonekana ya, ya fundi seremala tu mm -hmm. Lakini amekuwa wa dunia nzima. Kwa maana hiyo pia hata na wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi mm. Wewe ni mkubwa mno kuliko unavyofikiria okay. Haijalishi background ya kwako kwa ikoje, lakini ukitambua, ukijua nafasi yako mm. Una uwezo wa kubadilisha dunia kwa kile kitu ambacho Mungu anakitamani kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo nyanyuka, usimame ewe shujaa mm -hmm. Unaumwa mm -hmm. hujasoma mm -hmm. masikini, hakunaga hizo kwa Mungu yeah. Mungu akiamua jambo lake na ukijijua mm. unakimbia, unaendelea mbele zaidi kwa hiyo neno mimi la kumwachia mtu, yeye ni shujaa asimame, lakini awe ana Septemba ya kukumbuka au September to Remember, asiweze kuacha kuhudhuria kongamano ambalo linafanyika pale Njiro, kwa Msola, kuanzia juzi lilianza leo na mpaka siku ya Jumapili. Okay, mm. Neno la mwisho yeah, neno lingine la mwisho ambao naweza kumachia ndugu msikilizaji ni kwamba sisi ni watumishi wa Mungu yeah, na hatuhitaji fedha kutuona au hatuhitaji fedha kuombewa, na tutafanya maombi na maombezi kwa watu wenye shida, wenye matatizo mbalimbali. Una kansa, umeparalyze, mambo yameharibika, uchumi umeharibika, ma, ma, maisha yako hayako sawa, uwezi kuzaa, unaharibu mimba, ni kipofu, ni kiziwi, ni bubu sisi ni wahubiri ambao tunazunguka dunia nzima, tunafanya hiyo kazi, ndio kazi tumetumwa na Bwana Yesu. Anasema kwamba nendeni, mwekeni utaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata nini, afya. Kwa hiyo kama una wagonjwa, hebu kwa hizi siku tatu ambazo zimebaki, leo Ijumaa, kesho Jumamosi na Jumapili, warete wagonjwa, utajionea mwenyewe Yesu Kristo mtenda miujiza atawainua na watapata afya zao. Yeah, naamini umebarikiwa sana na umepata maelekezo. Usipange kukosa. Hii ni kwa ajili yako. E, ni kanisa la bendera nyingi linapatikana Njiro kwa Msola. Ulikuwa nami Jesus God came Helen Kidoe mpaka wakati mwingine. Habari kwa ufupi wanafuata hapa ndani. Amen.